Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV popote ulipo, ni matumaini yetu kwamba hapo ulipo ni mzima wa afya, lakini akiwa na ugonjwa wote, basi Allah akupe shifa. Tukiwa katika sikukuu ya tatu au tunasema mwezi tatu Shawwal mwaka 1446 e, tupo hapa katika viwanja vya Kariakoo, tunaona watoto wamekuja na wazazi wao kusherehekea sikukuu hii tukiwa katika kipindi cha maswala na zawadi. Tupo hapa leo kwa ajili ya kipindi cha maswala na zawadi ambapo tunakwenda kuwauliza watoto maswala, basi wakijibu maswala yetu vizuri tunawapa eh, zawadi. Kwa hivyo ungana nasi mwanzo hadi mwisho kipindi hichi ili ukatazame jinsi watoto wanavyouliza eh, maswala. Utakuwa nami kwenye kipindi hichi eh, mtangazaji wako kawaida Tariq bin Hafidh Salim al Ghaiti. Eh, nyuma ya kamera tukiwa naye director wetu mkuu ambaye ni Sheikh Sud Luheta akishirikiana na Sheikh Makame na Ustaz Khalid eh, Alizkawi. Kwa hivyo twendeni tukauliza watoto maswala tuone jinsi watakavyojibu kwa uhodari wao. Twende pamoja. Bardani bila ya joto kama saadi nguli nguli <mimitake> <mund sigue bulbul> Haya, ndugu mtazamaji, hapa nimekutana na binti moja, tutamuuliza maswala yetu alafu tuone jinsi atakavyojibu. Asalamu alaykum. Waalaikumsalam. Hujambo? Sijambo, mzima leo naona upo Kariako hapa umekuja na nani? Na wazazi wangu. Na wazazi wako. Jana umetembea wapi? Jana tumeenda Kisakasaka. Jana Kisakasaka. Wapi kuzuri Kisakasaka au Kariako? Ah, Kariako. Kariako, kwa sababu gani? Kwa sababu huko kuna mabembe mengi. Kwani kule hamna pembea? Zipo, lakini huko ndo naja sana. Ala. Haya, mimi na sala moja nakuuliza, sawa? Ukilipata swali langu basi utapata zawadi hapa hapa, sawa? Haya, mimi swali langu dogo tu. Hebu.

Mwanzo hadi mwisho vijikosa vile vitatu havijakosekana, vipo, lakini tumemkosoa akapata. Kwa hiyo Istiqaama Swahili TV inamzawadia ee, zawadi. Lakini kabla kumzawadia zawadi, tunakuomba kwanza utume salamu kwa watu watatu. Nani kwanza, wa kwanza kabisa utamtumia salamu? Nguo yako nzuri mashallah, nani kununulia mama? Haya, nipelekea salamu mama, unamwambiaje mama? Atakusikia. Haya, asante mama, shakusikia. Wa kwanza mama. Wa pili nani unampelekea salamu, unamsalimia? Baba? Baba basi, e unaambiaje baba? Salamu alaikum, tunafurahi. Eid mubaraka njema, tunafikia leo inshallah bila matatizo yoyote, shukrani. Wa tatu nani unampelekea unamwambiaje? Anakusaidia vizuri? Ananipenda. Asante. Tunaona hapa binti e, yetu huyu hapa, kamtumia salamu mamake, baba e, babake, na bibi yake, anasema kwamba anampenda sana. Kwa hivyo hongera sana kwa kupendwa na bibi na wazazi wako wote, utapokea zawadi. Pokea zawadi yako hii. Eh? Ndugu mtazamaji huku tukiendelea kutafuta tumepata kijana mwingine huyu hapa. Njoo bwana. Assalamu alaykum. Uh -huh. Wa alaykum salaam. Hujambo? Mzima. Umekuja nani leo hapa? Mbona uko peke yako? Eh, nani? Ndugu yangu. Kwa nini peke yako? Wazee wako wapi? Makaka madada wako wapi? Lakini uko peke yako, unakaa wapi? Mea. Mea. Unasoma darasa la ngapi skuli? La nne chuoni? La saba chuoni? La saba. Mimi na swali moja nikuulizia, sawa? Rahisi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam unamsikia nafikiri. Akapewa utume akiwa na miaka mingapi? sallallahu alaihi wasallam mepewa utume akiwa na miaka kumi na tisa. Kumi na tisa? Umejaribu, lakini umekosa. Nakupa nafasi nyingine. a miaka tisa kapewa utume? Ah bwana ah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kapewa utume akiwa na miaka mingapi? arobaini. Mingapi? Chukua hiyo, sawa, weka akilini, ikaakilini warapili kuuliza ujue eh? miaka mingapi? Arobaini. Haya, hebu tuma salamu kwa watu watatu. mm -hmm. Wa kwanza nani? salamuaangu salamu, unawambiaje mama? Aha, mama anakupenda sawa. hmm. Wapili Mpimekia, baba yangu, shaa watatu nampelekea bibi yangu kipenzi. Ndugu hey, mtazamaji tunaona huyu mtoto wa pili anawapelekea salamu wazee wake wawili na bibi, mabibi. Mashallah wa yani, wanajitahid kuwalea kutulea sisi wajukuu zao katika malezi mazuri kabisa. Kwa hivyo, hebu nisomee suratu Al-Kafirun. Mimi ndo nampa zawadi. Aha. Al-Kafirun.

Sijambo. Nzima? Nzima. Haya, upo nani leo? ndugu zako na wazazi au a nani, wazazi wako wapi? Au sio? Haya, mama naumwa. Allah atampa shifasemeni amin, amin. Haya, tupo hapa. Nani ko tayari nimuulize swala moja rahisi sana? Nani ko tayari atapata zawadi

Nakuliza swala zito kidogo, sawa? Kwa sababu uko form 4, sawa? <laughs> Haya, hebu hebu niambie, katika mitume wapo wanaitwa mitume ulul azmi, sawa, ulul ulula azmi, hebu nitajie hao ha, mitume yote mitano. Ah, mitume mitume ambao wa kwanza ni Muhammad. Aha. Nuhu. Aha. nuu Ah, lakini Idris? Si eh, umekosa hiyo. Musa, eh Musa, unajua. Njoo njoo, eh hapa ndugu yako, eh msaidie wako sana, nani? Nabii Aha. Nabi Musa alayhi alayhi salam. Salam. Nabi Ibrahim uh -huh. Salam. uh -huh. Nabi Muhammad yani. Taka, eh, hongera inshallah, ya hongera wote kwa pata, ndio kwa pata. Sawa, kwa ushajua ni mitume ambayo ilopata tabu, sio? Ni mitano. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Isa, Musa na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo zawadi tutampa huyu hapa, sawa? Kama atakugaia shauri yako. Sawa, sawa. shauri yake. Haya. Sema kame kapata. Ha o aya, hebu mtumie salamu mama. Unaambiaje mama nyumbani? Na, eh, mama unaambiaje? Atakuwafu au sio? Mama kuwafu atakupa shifa utapoa. Wa pili. Nani? Aha. Aha, watatu washisha <tomitised> washaisha yeah, wa haya ni, okay. Ongereni haya okay. Wengine tunakwenda hapa, twashukuru <toma> sana Ilahi leo kufika siku adhimu, kwa hakika tumefurahi sisi sote wa Islam. Waislamu hatuseme tunajidai, ila hapi kwetu muhimu, tushatoka sote kuswali nao ni muda wa

Haya, Sadie, swali langu nakuuliza, sawa? Ukilipata swali langu nakupa zawadi. Unafahamiana eh? Haya, tuelekee kule. Swali langu ni hili, rahisi sana swali. Msafu mzima una sura ngapi? Msafu mzima una sura ngapi? Uh, hu wewe, unaambia kubanda la msafuni, au sio

Wapili nani baba yangu, baba yako namwambiaje Eh. Eid e. Mubarak Eid. watatu nani kaka dada bibi babu bibi yangu. bibi yako namwambiaje siku njema. Eid njema Eh siku njema asante asante kwa kujaribu. sawa so? Haya huku tukaendelea oh. na Utu. Watafuta wengine hapa, tumekuata, tumewakuta watoto watatu. Salamu alaikum jamani, amjambo? Wazima. Salamu. Haya, na maswala yangu nataka niwaulize, nani uko tayari? Yupi? e wewe. Haya, njoo, njoo hapa kwenye kamera. Haya, kwanza tuambie jina lako. Nani? Nunu. Nunu nani? Kasim. Kasim nani? Ahmed. Unasoma darasa la ngapi skuli? Haya, unakaa wapi? Bweni. Bweni. Haya. Bweni, na swali langu moja nakuuliza, rahisi sana. Nisiwe nasoma chuoni? Wasoma chuoni? Wasoma chuo gani? Wapi? Hudhuria. Wapi? Al-Madrasa Al-Hudhuriyya. Hudhuriyya, Mashallah, jina zuri. Haya, na swali langu ndio nakuuliza, sawa? Ukilipata nakupa zawadi, eh? Katika msafu mzima, msafu, unajua? Unajizunga msafu, jizunga ngapi? Eh? Aha, msafu mzima unajizunga ngapi? Ee, thelathini. Sawa, haya mistakio metakanambia, msafu mzima una sura ngapi? Aya nambia, msafu mzima una sura ngapi? A, arobaini. Umajaribu, tena jaribu, mitaka upate tisini. A, tena ya mwisho ya tatu mia mbili, mbona nyingi sana? Nani anajua, nani anajua, msafu mzima una sura ngapi? Haya, msafu mzima jamani, una sura ngapi? mia moja kumi na ngapi? kumi na nne. Sawa, mia moja kumi na ngapi? kumi na nne. Haya sasa, nataka nikuulize swali jingine ili nikupe zawadi yangu, sawa? Nisomee suratu Annas.

Allah akuzidishia kile ufahamu ufahamu zaidi sawa, sikia amini. Amin. Haya, kapata swali langu, eh, nitampa zawadi yangu, sawa, swali langu amelipata na utapokea zawadi hii kutoka Istiqaama Swahili TV, sawa. Ah, pokea zawadi yako, sema asante. Taa. Nyumbani ukifika ingia YouTube, andika Istiqaama Swahili TV, utajiona inshallah, kesho, sawa. Sawa, utajiona. Haya, hebu tuma salamu kwa watu wili. Kwa nani unampa salamu? Kwa nani? Nani unamtumia salamu? Mama, unaambiaje mama? Uh -huh. Baada salamu nini unaambia mama? Asante kwa kila kitu, sio? Mwingine nani? Baba. Baba, As As Asante kwa kila kitu, sio? Haya. Jamani ongeeni eh. Eh, haya jamani. Sawa, ongeeni. Hapa tuna shekhe mwingine. Asalamu alaikum. Hivi hali yako? Umevaa kanzu na kofia usiniangushe sala langu ndako lipate, sawa? Sawa? Haya, twende hapo, twende. Sala langu ndako lipate kwa sababu umevaa kanzu na kofia. Wewe mamu, au sio baadaye? Mamu baadaye. Haya, kwanza tuambie, nani kwa jina lako? Imran Osman Amu. Nani? Imran Osman Amu. Mimi nakuta nakuta Sheikh Imran, sawa? Sheikh nani? Imran. Imran, unakaa wapi? Bumbusudi. Bumbusudi, kianga mbele kule, au sio? Vizuri. Unasoma sana ngapi skule? La sita. La sita chuoni. Bas, Sheikh Imran na swali langu, mtume Muhammed sallallahu alaihi wasallam amepewa utume akiwa na miaka mingapi? Amepewa utume, lakini sio ameoa Kaoa na miaka ishirini na tano. Kapoa utume miaka mingapi? Nakupa namba ah, tatu hizi, akujaribu sawa, lakini nakupa nafasi moja tu. Nafasi ngapi? moja tu. Mi nakupa namba ngapi? Tatu: ishirini na saba, arobaini, na sitini na tatu. Chagua mmoja sawa. Mtume saba, yani ni kapoa utume ana miaka mingapi? Miaka arobaini. Miaka mingapi jela wewe. Oh, um batisha usiobatisha, basi tumpe zawadi hapa, au ndaka sali nyingine nikupe? uwe ndaka vipi? Eh, uwe ndaka vipi? ntaka sali nyingine. Sawa, haya, kwanza uwe ona zawadi yangu, njoo nikupe nyingine. Haya, ebu tuambie, tuambie sali hapa nyingine kwenye uh, kwenye msaafu sawa, msaafu mm. una juzuu ngapi? thalathini. sura ngapi? mia moja kumi na nne. mia moja kumi na nne, osio. Haya, sura gani katika msaafu haina bismillahi? Suratu Tauba. Mzuri, Suratu Tauba. Shekhe kalipata salamu babi. Shekhe andaa zawadi mbili, andaa zawadi mbili Mpeno wewe hapa. Hebu tupa salamu, kwa watu wawili, haraka haraka. Nani, salamu na mtumii. Mama. Mama mwingine? Na baba. Eh eh, vipi unawaambia? Nawapenda au sio? Nawapenda, sawa? Hebu tupa salamu kule, tupa salamu. Kwa watu wangapi? Wawili. Mama. Baba. Vipi unaambia? Unaambiaje? Napenda sana na sawa lakini unatakiwa uatie wazazi wako sawa? Uatie. Sasa hivi anakusaidia baadaye atakusaidia wewe. Sawa? Haya, ongera Aha, uh -huh. Tukiendelea. Tunaendelea na masuala yetu. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hikima.